Enzi chetu ndugu yetu na rafiki yetu mhandisi Gissima Boniface Nyamo-hanga, aliyekuwa mkurugenzi mtendaji wa shirika la umeme TANESCO. Nafahamu kwamba marehemu alikuwa akiliongoza shirika hili na kama walivyosema wengine, umeliongoza kwa viwango ambavyo wengi tunaridhika, tuliofanya kazi pamoja naye. Gissima Nyamo-hanga alijenga taasisi mara sana ya TANESCO School. Walijiona wote wako sawa mbele yake, akuwaweka katika makundi na kuwaona huyu ni bora kuliko mwingine. Wakati wote alipokuja kwangu, wakati walipokosea mahali fulani, yeye alibeba lawama kwa niaba yao, akasema wape muda tutajirekebisha. Alikuwa baba kwa msimamizi wa taasisi njali sana kila mmoja kuwa na furaha mahali pa kazi, na mara nyingi alivyokuja kwangu aliniambia, mheshimiwa waziri, tutafanya vizuri. Kwa niaba ya uongozi wa wizara, uongozi wa TANESCO, viongozi wa taasisi nyingine, watumishi wote wa wizara ya Nishati, kwa niaba ya wanafamilia wote na ndugu jamaa na marafiki na wanajumuiya wote mlioguswa na msiba huu, naomba kwa niaba ya Dr. Samia Suluhu pokee okay, pole nyingi kutokea kwa kifo cha ndugu yetu. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alimpenda sana kijana wake, na hata alipofariki alinipigia simu akaniambia simamie msiba huu vizuri, ningependa kuona misima anazikwa kwa heshima <coughs> Mheshimiwa Rais ya kipindi kigumu, kipindi cha mgao wa umeme. Mimi nilimtangulia muda mchache tu, nami niliteuliwa mwezi wa Agosti, mwishoni akaja baadaye mwezi wa Septemba tarehe 22. Siku moja aliniambia, Mheshimiwa Rais, nikuletea mtu anayejua sekta ya nishati, nikuletea mtu ambaye si msemaji sana, apende makamera, anapenda vitendo kuletea mtu ambaye ukimwongoza anaongozeka tena msikivu sana asimama hapa kuwa shahidi mbele ya wote mlioko hapa misima ozemana mtu la tatizo unalokusudia hakuwa mtu akulalamika. Alikuwa mtu ambaye wakati wote ukimwita atakuja, unyenyekevu mkubwa pamoja na umri mkubwa kuliko mimi. Inafs sana. Hatuna jambo lolote la kufanya zaidi ya mema ambayo sisi kama wizara na wenzangu wizarani tutaendelea kukumbuka mchango wake kwenye sekta ya nishati, na zaidi sana yale aliyokuwa kiabuni kila siku tutayapa msukumu mkubwa. Yeye pamoja na kwamba ameondoka leo, nyuma yake ametuachia utajiri mkubwa wa muunganiko ndani ya TANESCO. TANESCO ilivyo leo <laughs> wanania moja tu wa Tanzania wapate umeme Wakati wote juzi, <coughs> tulivyokwenda kukabidhiwa mitambo pale Julius Nyerere nilikwenda naye na baadhi ya mawaziri wenzangu. Sikujua nilikuwa safari yangu ya mwisho kufanya naye kazi. Wakati ule tunataka kufanya semina ya bunge, mi nilituma mahali mwingine, nikawagawia ya majukumu, katibu mkuu nini, nizungumze nini, nisima azungumze nini Kuna watu wameumbwa hivyo, nyenyekevu kutoka machoni. Ukaniambia, Mheshimiwa waziri na waziri mkuu, kama katibu mkuu yupo, mimi mdogo, acha aseme yeye. Nilimwambia, najua unachokusudia, unataka ku present humbleness yako, lakini nakuomba nenda ukaeleze ili swala linaloitwa compact, kwa sababu miongoni mwa watu waliohusika ulitengeneza wewe. Kwa hiyo kwa profesa kwa kwa Mungu kuwa katika hazina kubwa ambayo tulikuwa nayo pale wizarani ya mipango, tena mipango ambayo inapimika. Marehemu Boniface Gissima Nyamo-hanga bado tutaendelea kumkumbuka, ametuachia kila aina ya umoja na mshikamano. tukaandaa siku ya wanawake TANESCO na akawapa zawadi akawapongeza, na akaniambia, naona fahari kufanya kazi na wakina mama ndani ya shirika la TANESCO. Ombolezaji, <coughs> <coughs> ningeongea mengi, ningesimulia mengi kuhusiana na maisha ya Gissima Boniface Nyamo-hanga, pamanya na kwamba muda wake wote alikaa Dar es Salaam. Gissima Nyamo-hanga hakuacha umara wake maisha yake yote, toka darasa la kwanza mpaka chuo kikuu. Hakuna mali kwingine alikofanya kazi zaidi ya Dar es Salaam na pengine nje, lakini wakati wote ukisafiri naye atakusimulia pride ya kuwa mwanamara. Atakuambia sisi wanamara, ukiwa mtoto wa kiume kulalamika ni marufuku, ni kutafuta jibu la matatizo. Penda kwa sababu nilikuwa naamini katika yale aliyokuwa naamini na kuna moja ambalo wengine, watu wengine hawalijua. Baada ya kuwa tumezalisha umeme wa kutosha, Gissima Nyamo-hanga ameongoza majadiliano na nchi ya Zambia, ambayo hivi karibuni tunaanza kuwauzia umeme, kutokana na msukumo mkubwa ambao Gissima Nyamo-hanga ameufanya kwenye sekta hii. Hili linaweza likatokea mwishoni, hayupo lakini, nataka niseme mbele yenu kwamba historia itaandikwa baada ya kuwa tumechaji line ya Zambia.